Amna, nimemisi tu mama mamalei ah. vitu vingine hivyo sio vya kukumbuka, sawa. Unavyolia hivyo, unamkumbuka mama huko alipokuwepo, unamtilia uchuo. Umenielewa? huko kabulini mtu anahukumiwa, si labda ndo kapata bahati ya kuenda peponi. Weye tena unaanza kulia, yani unaukumbusha tena msiba mwanzo. So, sio vizuri Haya maisha yetu ya sasa hivi hapa tulikuwa nayo sio ya kwanza. Kumbuka kumbuka tena ya nyuma, wazazi wetu washakufa wa muda mrefu tu, umenielewa. Mm -hmm. Kwa hiyo kuwa na amani sawa. Aya ha, naidi uli tena mambo na mengine naedup d shida yako

Kinoma kinomani, afu eti sasa hivi au si nini nini? Kwa mi siwezi kufanya hivyo bwana, naomba unisaidie kwa hilo Kipanga. Sasa niwekuelewa anaweza nhana, kuongea naye afu sio daka mwisho, mi kuongea naye mazingira anakuwa safi, afu yeye daka na mwisho unamkataa amna, haiwezi kuwa hivyo sababu. So, mi munda nampenda

Nimebeba watu na viatu. Imagine mtu anauzwa kisa hela. Dunia inaenda kasi tena mpela mpela, na umasikini ndo sababu watu kufanya mambo ya sofa, hawafuati dini wala vitabu. Maovu njo anayaonyesha, na umasikini ndo sababu watu kufanya mambo ya sofa, hawafuati dini wala vitabu

ani kwa kwa kuna kitu kisichoisha duniani, kwani msiongee. Akaisha ngawa kama mwanzo, lakini kumbuka mimi najua kweli uliumia. Mazingira yetu si adui kufanya mazingira, unajua lakini msamehe mwanangu, maisha mengine yaendelee. Mbona kama hivyo babu? Kwa mwanangu, excuse me, kwa mshauri wa mapenzi, si ndio? Sekta zote nipo nikikupa mimi mishe zangu, ufanya ziende kiwaledi We kwenye swala la kuja kushauri watu kwenye mahusiano unaona script zako unazinyoosha. Oya mwanangu. Wewe unajua mazonge gani alionifanyia uchula. Alafu ilifikia wakati mpaka mimi nikaomba nasema mimi nimelogwa, si ndio huyu. Nikafikia wakati mimi nikaenda kunichukulia shajara niombe, mkasema mimi nimelogwa, si ndio huyu. Lo hii unakuja kiwepesi kabisa mwanangu. Oya msamee, msamee wao, namsamee vipi? Namsamee kiwepesi. Kwa mwanangu, bwana anataka mimi niife, si ndio? Dua zako zilikuwa mimi niife kwa sababu ya mapenzi. Oya umchumba mimi nilimkataa kama alivyonikataa, na mimi nimemkataa. Mimi nililia, kwa sababu yake. Mimi nilimwaga chozi la mapenzi, kwa sababu yake. afuleietikiepesi Oya mwanangu, msame. Oya mwanangu sana, wewe ujui maumivu ya moyo yavoj. Mimi uchula simtaki, aye ikatae muonde kama wakosa. Mimi nimeshayafanya, naomba unisamee babangu, tu kama mwanzo, usinifanyie hivi. Wewe unamuelewa?

Kwama karibaamna kaa kakaangu, nitangulize samahani kwa kuchelewa. Iwa ili swala mi nimesha mshirikisha kakaangu, kwani ukumbioni kulifanyia mpango, limradi tuweze kulipa deni mm -hmm meji mezi watatu nane, mi rangu ya biashara baba. Kakangu nimesha kuomba samani, tuomba tuongeze siku chache tu, iyoela tunaileta kaka. Kuna mipango anaifuatilia ela, tunaileta ofisini. Sasa mdarani, mpaka sasa seendu rangu furudishi ofisini uji, yaani mpaka seendu mimi ofisini na kuja huko. Unajua mimi sina majukumu mengine. Nataka ah, tusifikie huko kakangu. Nimekuomba siku chache tu, tunalipa deni Mi binadamu wewe binadamu, si vinawona? Sikia, mi naondoka, nagomba siku hizi tatu, nataka hela yangu. Sikizidi na hapo afu nichanganye afu ndio utaona mapenzi. upande wangu wa pili ukoje mapenzi. La mapenzi, ya ni nukukua, kundani, kurena, kwa. Hivi kaka, ni umejisaulisha au ni makusudi yenyewe, kwamba litajua lenyewe kuna shida gani tena? Hivi kama tuna daiwa hili deni la nyumba, kuna, kuna deni lingine zaidi ya hili sasa, kwa kileko, kuna deni jingine zaidi ya hii nyumba Mhm. Mm, Vipi kwani? Si deni najua tuna kwa kwani imebaki siku ngapi kulipo? Siku zimbaki tatu tu. Ah. Kuna mesha yangu naifuatilia ni kitiki. Tunatoa hela zao. Tu hapa hela zao bali ndio nikio hey, mtu wewe tulio sio na sosi na kimi. Sasa kaka, hizo siku zote tulizopewa, Na hamna chochote kilichofanyika. Ije kwa hizo siku tatu zilizobakia. Sasa nimekwambia hali ilikuwa ngumu. Watu nwa dawa na mfungia mageti. Ni wala mtegemea mwanangu Pongo ndio hivyo kazingua mzigo hujafika. Nimekamatwa na maaskari nimesha zote zimeenda vibaya. So kesi. Ngwanya ni subiri ile dili ile kwenda huko mimi nikiweka mambo sawa tunampa ola yake. Ola natetemekane. Siku tatu lakini kumbuka zimebaki. Nitalipa tu mimi shilingi ngapi napiga mtaani? Mimi shilingi ngapi. Sasa hata wakabiki, mtu ana mkaba kwa ni kipocha na elfu mbili, elfu tatu asira za benki tu toto sasa, mtaa mzima ila hawana kwa hiyo ndo nasubiri nani yule mzee na kiwanja yule. Mimi ndo kujifanya kiwanja changu napiga hela, mzee hajui, nauza kile kiwanja hajui. Mimi nakuja kutulipa deni sawa, sister, niache mimi. Wewe nataka ndio mimi. Mimi asimeoni ngapi, kitu kidogo sana kitusumbue japokuwa ngumu, ila mi nitapambana vipi? Najua lake nitailipa vipi? so, eka e, mambo sawa eh, sawa zangu kwanza, mtano adada madeni yangu, usikae kinyonge. Sasa umeona, ukaji wako unanizibia

Mambo yote niachie nini? Sawa sawa. Eh, we tulia hivyo hivyo. Kaka toka huko nje basi. Kaka njoo bana. Ni chozi la mapenzi, ni chozi la mapenzi. Dunia imebeba watu na viatu, wenye akili timamu mwingine viatu. Dunia mebeba watu na viatu wenye akili timamu mwingine. Imagine, mtu anauzwa kisa hela. Dunia inenda kasi tena mpela mpela, na umasikini ndo sababu watu kufanya mambo ya sofa, hawafati.